Mimi ni Abdul Juma na hii ni Dems Media. Nikukaribisha tena kufuatilia D-Talk. Na leo kwenye D-Talk tunakuja kuangazia uh, mambo ambayo yanaendelea kwenye mitandao ya kijamii hususan huko Instagram, kile ambacho kinaendelea kujiri kati ya wasanii wa muziki wa Bongo Flava na mashabiki. Hii inatokana na yale yaliyojiri kuanzia tarehe ishirini na Oktoba 2025 mpaka tarehe 31 Oktoba 2025 ambako kulikuwa kuna maandamano yaliyofanyika eh, jijini Dar es Salaam, lakini pia na mikoa mingine. Uh, watu walifariki, watu wengi walipoteza maisha. Sa mashabiki au niseme wananchi bado endelea kuomboleza na uh, kuwalilia wapendwa wao ambao wametoweka, lakini kuachana na jambo hilo mashabiki wengi wanaonekana kuwa na hasira sana na wasanii kutokana na madai ya kwamba wasanii wengi ni wanafiki na hawajali kuhusiana na mashabiki ambao ndio waliowafikisha pale walipo sasa hivi. Hawajali e, kwamba walitoka mbali, lakini wamefika kwenye steji kubwa au wamefika sehemu kubwa kutokana na nguvu ya mashabiki au kutokana na upendo wa mashabiki kufanya kuwa support mpaka kufikia kwenye hatua hizi ambazo wamepiga na kuwa wasanii wakubwa ambao wanajulikana kimataifa na wengine ambao wanaendelea kujulikana na kuzidi kukua. Sasa watu ambao wanaathirika zaidi, mmoja wasanii ambao wameathirika sana ni Diamond Platnumz. Diamond amepoteza zaidi ya followers laki moja kwenye Instagram. Hili ni pigo kubwa sana, japokuwa kuna wengine ambao wanaona ni jambo dogo kutokana na kwamba eti uh, Diamond ni moja kati ya wasanii ambao wana followers wengi zaidi ya milioni 18, kupoteza followers laki moja ni kitu kidogo, lakini hapana. Kwa msanii kupoteza eh, followers laki moja ni pigo kubwa kubwa kubwa sana, tofauti na msanii kuingiza uh, watu wapya laki moja, kwa sababu kupata mashabiki laki moja ni kitu kigumu, kuwapoteza ni kitu kigumu sana. Yani ni kitu ambacho ni kibaya bayabaya baya. Yani ni kitu ambacho kinaumiza sana, sio kitu rahisi kama watu wanavyochukulia kwamba Naye hey, mwende kupoteza followers laki moja ni nini? Angepoteza hata milioni tano, milioni milioni ngapi? No, mtu ambaye ana followers milioni kumi na nane kupoteza followers laki moja ipigo pigo kubwa sana sana tu. Kwa hiyo ndicho kitu ambacho kinaendelea mtandaoni, lakini Harmonize kiupande wake aliahirisha show ambayo ilitakiwa ifanye leo Dodoma, ambayo ni tarehe 7 Novemba 2025 Harmonize alitakiwa na show leo na alitakiwa ifanyiwe pale Dodoma. Ameahirisha kutokana na situation hii ambayo inaendelea kwa sasa hivi kwenye muziki, kwa sababu wasanii wengi wanahofu hata kuachia nyimbo. Ukiachia nyimbo sasa hivi mekula kwako, mashabiki sasa hivi wanaweza wakuchukia pazima kabisa, na wakaamua kupoteza kabisa, kwa sababu bado wana hasira. Nini ambacho wasanii wanatakiwa sasa kufanya ili kuepukana na hili jambo, asilimia kubwa, kuna wasanii ambao wanajiona tayari wamekuwa kubwa, hivyo hawaoni sababu ya wao kuacha kuendelea kupromoti nyimbo zao. Hili ni tatizo, kwa sababu mashabiki ndio walaji wa kwanza wa huduma ambazo zinatolewa na wasanii hawa. Wakati shabiki zako hawahitaji ufanye kitu fulani, kwa nini ufanye? Wakati wao ndio ambao wanakipokea au wao ndio wanakitumia. Kwa nini usikae usubirie kwanza ili jambo lipite, alafu endelee maisha mengine? Inakuwaje ngumu, wakati hawa ndio ambao walikutoa kule ndani ambako ulikuwa umejificha na kukuweka mbele za umma ukakufahamu dunia, ikakujua dunia ikakutambua, ulimwengu ukajua kwamba kuna msanii fulani. Ni ngumu kuelewa, lakini itafika time unaweza ukapoteza kila kitu kutokana na jambo ambalo ni la muda mchache tu, muda mfupi, na likapita wiki moja wiki moja na nusu nalikapita tu, lakini unaweza ukayapoteza maisha yako yote, unaweza ukapoteza uaminifu wako wote kutoka kwa mashabiki, kwa sababu ya wiki hii tu, au wiki hizi mbili, au wiki na nusu, ambayo wanahitaji utulivu wako wewe, wanahitaji support yako wewe kwao. Hapa tunaongelea burudani, hapa tunaongelea muziki, hapa tunaongelea swala ambalo linahusu entertainment, swala ambalo linahusu kuwaburudisha watu, kuwaelimisha na kuwa kioo cha jamii. Ndilo jambo ambalo hapa tunaliongelea. Point ni kwamba asilimia kubwa ya comment ambazo zinatawala mitandaoni ni kuhusu wasanii, namna ambayo wasanii e, kile ambacho wanakifanya, kile ambacho walitakiwa wakifanye, au wanatakiwa wakifanye kwa sasa. Kwa hiyo inabidi kutafakari mara mbili mbili kabla ya kufanya maamuzi ya kile ambacho mtu unakifanya kwa sasa hivi. Kupromoti nyimbo, sioni sababu ya wasanii kupromoti nyimbo kwa kipindi hiki sio ni sababu ya msanii kuachia nyimbo kipindi hiki sioni sababu ya msanii kuandaa show kufanya show kwenye kipindi hiki kwa sababu hutopata support ya mtu yoyote hutopata support ya mashabiki ambao wanategemewa ku support nyimbo yako haitokosa view kwa sababu watu kila siku lazima watazame nyimbo nyimbo yako haitokosa streams kwa sababu kila siku watu lazima wasikilize nyimbo lakini ile support kubwa ambayo ulikuwa unaipata unaweza ukaikosa. Ile trend ambayo ulikuwa unaipata unaweza ukaikosa, kwa sababu watu akili zao fikra zao zipo sehemu nyingine kabisa tofauti na huko ambako wanataka kuwapeleka. Kwa hiyo sasa, inabidi kutumia akili kwa kipindi hiki, ili kulinda brand, kulinda jina lako, kulinda jitihada zako ambazo umezifanya miaka nenda miaka rudi unalipambania hilo jambo, inabidi kulilinda kwa kipindi hiki hapa ambacho mambo ni mengi yanahitaji akili, utulivu na busara pia. Kwa hiyo uh, hilo lilikuwa ni jambo ambalo mimi nitaka kuwaambia, ilikuwa ni jambo ambalo tulikuwa tunataka kujadili kwa pamoja. Unaona maoni gani kuhusiana na hili hapa? Drop hapo comment yako Una shauri gani kwa wasanii kwa kipindi hiki? Kuna jambo gani la kuongea kuhusiana na situation ambayo inaendelea kwa sasa? Drop hapo comment yako, lakini usisahau kusubscribe Dems Media YouTube channel, kutufollow katika kurasa zetu zote za mitandao ya kijamii Instagram Dems Media 1 TikTok Dems Media 1 Facebook Dems Media 1 utakuwa unafanya jambo la maana sana. Mimi ni Abdul Juma the Monster, tukutane kwa wakati mwingine kunako majali wa Mwenyezi Mungu, na hii ni D Talk. Bye -bye.